Aruku wasua ya ilahi alawalina wal akhirin. E menyezimungu mngaeamwenyee. E, nawasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Sheikh wa mkoa, nina heshima kubwa sana kwako, nasema asante sana kwa kuitika wito wangu wa mwaliko wa siku chache sana. Kwa sababu ya taratiba zangu za kazi, nilishindwa kujipanga kutoa taarifa mapema, nikasema siku mbili tu, lakini ukakubali, ukaweza kuongoza msafara wa mashehe mbalimbali kutoka kwenye jumuiya yetu ya Bakwata, lakini vile vile ukaweza kuruhusu jumuiya ya kina mama wa Kiislamu kuweza kushiriki iftari hii ambayo nimeiandaa kwa upendo mkubwa sana. Asante sana baba yangu. Lakini tumshukuru sana Mwenyezi Mungu, amekuwa kutuneemesha kwa neema mbalimbali kadiri kila mmoja alivyompangia na tumeweza kuwa na mfungo mtukufu wa mwezi huu wa Ramadhani. Siku tumeziona kama zimekuwa chache, lakini ni kwa sababu ya amani na baraka ambazo tunazo Tanzania na mkoa wetu wa Mbeya, ndio maana tumeweza kuona kama vile mbona kama Ramadhani imeisha haraka. Ni kwa sababu ya baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndio maana tumeweza kuona hivyo hivyo pamoja na kwamba tunaelekea ukingoni kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo ni mwezi kwa hakika wengi tunatenda mema sana, tunaishi ndani ya hofu ya Mungu. Mimi wito wangu, hata baada ya mwezi mtukufu kuisha, yawe ndiyo maisha yetu, tuendelee kuishi vivyo hivyo. Ninaamini kitakuwa ni kisima cha upendo, amani na baraka zaidi, namna ambavyo tunapata siku ya leo. Shehe mkuu wa mkoa mimi niseme tu, napenda kuwashukuru wote ambao mmefika hapa. Sisi tumepanga viti mia tatu, tunaona vyote vimeisha. Kwa hiyo tuna furaha kubwa sana ya kushiriki nanyi watu zaidi ya mia tatu hapa nyumbani kwetu tumeweza kufuturu pamoja kwa upendo mkubwa. Ninaamini hakuna aliyekosa, wote tumeweza kufuturu vizuri. Asanteni sana kwa kuja, mama zangu huko nyuma, asanteni kwa kuja na watoto wetu, tunawafunza vizuri. Ninawashukuru sana, moyo wangu umejawa furaha kubwa sana na uenda nisiongee mengi nikaharibu huu wema ambao umenipa kwangu. Mimi hili ni deni, ninaona kwamba kama umeweza kualika wenzio kwa muda mfupi wakaja, basi na mimi hata mkiniambia kesho kuna hili, namwomba Mwenyezi Mungu anipe neema nisimame, niweze kuja kuungana nanyi katika yote ambayo yatakuwa mbele yetu. <laughs> Aa a, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ndio ametupa hatua tukaweza kufika hapa, na yeye aliyempa fikra na kisha kuikamilisha jengo hili daftari, Mheshimiwa wetu Waziri aibu wazirikahu, pia ni fursa ya kumshukuru yeye naibu waziri na Krista Mahundi kwa kutualika. Kuna watu wengine zaidi angeweza kuwafikiria kuwalika, lakini ametuchagua sisi ambao leo tuko hapa. Tunamshukuru sana kwa hili na tunamshukuru kwa kujenga fikra ya kufanya jambo hili jema sana, jambo la kimbada ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mungu wamzidishia sana na Mungu Mungu wamalipo makubwa waka hili yalayokifanya kitendo cha ukarimu wa kutuita nyumbani kwake na kitendo cha kuwakarimu wageni. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man akrama dhaifa faqad akramani, atakayemkirimu mgeni basi amenikirimu. Mengi mtume Mwenyezi Mungu anasema maneno hayo, na ametufundisha mengi katika kuwakarimu wageni na faida ambazo anazipata aliyo wakirimu wageni. Tunafundisha wageni wanapokuja basi wanakuja na baraka, lakini pia wanapoondoka basi yale magumu yale machafu wanaondoka naye, yani wanakusafishia nyumba. Kwa hivyo leo, mheshimiwa, kuna jambo kubwa ambalo utafaidi. Kuna watu hapa tunagua zaidi ya mia tatu. Kwa hiyo si jambo dogo, ndugu zangu, pale ambapo mtu anaandaa jambo mpaka anakuita nyumbani kwake, anaonyesha mambo mengi, upendo na kujenga mahusiano makubwa sana sehemu ambayo mtu anaethamini kama kazi yake, kwa hivyo ya. Dada yetu kiongozi wetu ameonyesha upendo mkubwa kwetu, na nadhani lipo la kumlipa, lipo la kumlipa kumlipa kwa kumwambia dua sana. Vile vile, utukufu wa mwezi huu, Mwenyezi Mungu ajalie basi hata mpendwa wetu kiongozi wetu mkuu, Daktari <laughs> Samia Suluhu Hassan basi salama katika uchaguzi atumchague tena, maana yake aliyofanya pia tumeshuhudia mambo mengi ameyafanya, na ni dhahiri kila mtu anashuhudia. Alikuta mambo yaacha na mtangulizi ya wake akayamaliza, na kuna wengine akayafanya, na nchi imetulia, takwenda kizuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atigimishie kiongozi huu, na azidi kumpa afya, amzidishie busara heri, na mkinge na kila aina ya uadui na uhasama dhidi yake. Ni kwanza mimi nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai na uzima kuweza kukutana leo jioni hii katika makazi ya dada yetu Mheshimiwa Naibu Waziri Mary, Mary Priska katika ili eneo la Iwambi katika kushiriki futari ambayo yeye ameiandaa jioni hii ya leo. Lakini pili, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi ambazo mwazifanya katika nchi yetu, lakini ni nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa imani yake ambayo amekuwa anaionyesha kwa huyu dada yetu dada yetu Mary Prisca Mahundi. Kila mmoja anajua kwamba dada yetu Mary Prisca Mahundi ameaminiwa na mheshimiwa rais, ameaminiwa na serikali na bado ameendelea kuwa katika nafasi yake na huyu waziri. Hili ni jambo kubwa sana katika jiji letu la Mbeya. Mtu ambaye ameaminiwa na mheshimiwa rais ni mtu wa kumtunza, mtu ambaye tunatakiwa tuendelee kumlea ili Mbeya tuendelee kuwa na manaibu waziri, hatimaye tuendelee kuwa na mawaziri baadaye. Kwa ni mshukuru sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo amekuwa anaifanya, lakini kwa imani yake kubwa kwa mheshimiwa Mary Priska Mahundi ambaye katika, toka katika utawala wa mheshimiwa Dr. Samia hajakosa nafasi ya kuwa naibu waziri katika wizara mbalimbali. Tunamshukuru mheshimiwa rais, lakini tatu... Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya jioni ya leo ambayo tunakumbushwa fadhila nyingi za kufanya katika jamii, binti yetu Mheshimiwa mbunge wetu Mwakilishi wa wanawake kutoka mkoa wa Mbeya, lakini pia ambaye ni naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari kwa kuchukua jukumu la kutoa iftari jioni ya leo kwenye umati huu mkubwa. Kwa kweli mheshimiwa Mary Priska, Mungu akukumbuke sana kwa kitendo hiki, tunakuombea Mungu azidi kukuonekania lakini Mungu azidi kukupa afya njema lakini Mungu azidi kukupa na nafasi zingine Amina, kwa sababu unawakumbuka wananchi akina sisi watu wa kawaida kabisa. Mwingine pingine ungewachukua mawaziri wenzio wabunge wenzio lakini, umetuchukua sisi mpaka huku chini kabisa, tumepata outing leo. Mungu akubariki sana, akabariki na hazina ulipotoa. Niombe tu wakina mama wakina baba tumkumbuke binti huyu katika maombi, kwa sababu hii ni hazina. Watu wa aina hii ni wachache, sio wengi. Kwa hiyo Mungu aendelee kumfunulia, Mungu aendelee kumlinda, Mungu aendelee kumwezesha hata kazi ambayo amepewa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.